Leo tunawakumbusha wananchi wote kwamba tofauti za kisiasa hazipaswi kuwa na chanzo cha chuki au mgawanyiko. Maandamano na vurugu usiku na baada ya uchaguzi visipewe nafasi, kwa sababu amani ni zawadi kutoka kwa Mungu, tusicheze katika nchi yetu ya Tanzania. Viongozi, vivyo hivyo, tunawasihi viongozi wa vyama vya kisiasa waonyeshe mfano wa uvumilivu na hata kuheshimiana katika kampeni zao kuelekea uchaguzi mkuu. Jambo lingine ni wito kwa viongozi na tume ya uchaguzi. Tunatoa rai kwamba tume huru ya uchaguzi au kuhakikisha kwa kwamba uchaguzi unatakiwa uwe huu wa haki na wa kuaminika pia tunaomba vyombo vya usalama vilinde usalama, kuzingatia utu, sheria na haki za binadamu wakati wa kutekeleza majukumu yao. Lakini pia viongozi wa kisiasa kuongoza kampeni zao kwa amani, sera na hoja za kistaarabu. Nawaomba sana mwendelee kutangaza amani na kipindi hiki cha uchaguzi ni muhimu sana kuitangaza amani, kwa sababu vijana wetu wengi wana mihemko, na hii ni kutokana na mmomonyoko wa maadili ambao taifa letu lilikumba kwa vijana wetu. Kwa hiyo sisi kama viongozi, lakini kama wazazi, tunawaomba sana, au niwaombe sana wazazi tuongee na vijana wetu. Tumekuwa na majukumu mengi kiasi kwamba na upande mmoja tunajisahau kuongea na vijana. Kwa hiyo nawaomba, kwa kipindi hiki tuongeze nguvu zaidi, tuongee na vijana wetu, waache kulipuka kutokana na maneno ya kwenye mtandao ambayo yanaendelea. Sisi tukiongea na vijana wetu, amani itapatikana zaidi sababu ni vijana ambao tunakaa nao nyumbani tunaishi nao lakini wanahitaji sana kuongozwa ili tuzidi kuipata amani na taharuki kuwepo na taharuki kuwepo na, na hofu kwa sababu ya uchaguzi sio jambo mbaya ni jambo la kawaida la kimhemuko la kibinadamu shida iliyoko ni namna gani tunajibu hofu zetu wakati huo na nikumbusha ndugu zangu viongozi wa dini kwa sababu ni viongozi wa dini silaha moja anayoitumia shetani katika kazi zake ni kutia hofu, ndio silaha moja kubwa sana mitia shetani. Hivi sasa ukisema hali sio shwari, mkumbuke ule kijana wangu jana. Kwa hiyo unafanyaje? Tukimbie sasa tuondoke Tanzania? Kinachotukimbiza sasa hivi ni nini? Hivi sasa hivi tukitoka hapo nje, ukisema hali siyo shwari, sio shwari wapi? Kinachoweza kukukimbiza kukutia hofu ni nini? lililopo tulionalo ni namna gani ya kujibu taharuki au au tension ambayo inatokana na uhalisia kwamba tuko katika nyakati za uchaguzi. Sasa nikitoa mfano mwingine tena, ni kama katika ndoa, watu wawili tu wakishoungana, kunakuwa na wakati mwingine kuna kuwa na misuguano na migongano, si ndio? Kutokuelewana, kutokuelewana sio jambo baya, kwa sababu watu wameumbwa tofauti na watu wana mawazo tofauti, tunaona vitu kwa namna tofauti Shidaiko, kukua, shida hiko tunapokuwa tumeshindwa kuelewana, tunachukua hatua gani? Sasa mjinga, mke mjinga kukiwanakuta kuelewana anachukua jiwe anarusha kwenye tv anaivunja, anachukua jiwe anarusha kwenye gari analivunja, faida ya nani? Sasa tunaweza tukaamua tutoke katika tofauti zetu, tuliacha jambo hili lipite kwa salama zile tunazoziona ni tofauti wanandoa werevu uketi na kuzungumza kwamba jamani, kweli tumepita katika hili, lakini kulikuwa na mapungufu moja mbili tatu, hebu tuyarekebishe. Hiyo ndio hekima. Tukiamua kurusha mawe, tutakaa wapi? Tukishaivunja nyumba na vioo vimevunjika na viti vimevunjika na TV zimeharibika, tutaangalia nini tena baada ya hapo? Sasa uchaguzi ni wetu kuamua kuwa watu wenye hekima kwamba tuyachukulia haya kama ni mambo ya kawaida ya kimchakata, kwa sababu sisi ni binadamu na tumeumbwa tofauti, na uzuri wa Mungu, ametuumba tofauti, na haja anayadhihirisha hayo kwenye kila kitu.